Seminari Kuu ya Kipalapala iliyoko Jimbo Kuu Katoliki Tabora ni miongoni mwa taasisi kongwe za malezi ya majiundo ya kipadri barani Afrika. Mwaka 2025 seminari hii imeadhimisha jubilei ya miaka mia moja tangu kuasisiwa kwake mna mwaka 1925. Maadhimisho haya yamekuwa ni fursa adhimu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mito historia ya malezi bora ya kitamaduni na kiimani, pamoja na mchango mkubwa wa seminari hii katika kukuza kanisa barani Afrika na kwa namna ya kipekee nchini Tanzania, iko wazi, kwa maana ya kusema, kwa muda mrefu imekuwa ni seminari kuu pekee yeah katika Tanzania yetu. Na kutokana na hiyo e, seminari wamepita mapadi wengi, idadi yake siwezi kuifahamu kwa sasa ufend na maskofu maskofu wengi maskofu walio wengi we, hata hapa Tanzania bado ni wanafunzi wa kutoka seminari ya Kipalapala eh, zaidi kuliko seminari ya Segerea Ndi. na Segerea kwa mfano ime, imeanza wakati wa wakati wangu pale nikiwa Gambera, lakini eh, kabla ya pale ilikuwa wote, kwa hiyo hata mimi ni product ya nani ya, nani, ya, ya, ya Kipalapala. Kwa hiyo ni mazingira hayo na kama ulivyouliza eh, ni eh, ustawi na ukomavu wa kanisa unategemea ni wazi waamini kwa ujumla kwa, lakini waamini wanajengwa na maskofu wanajengwa na mapadri wanaotoka nani mahali waliopitia pale na kama nilivyosema, basi wengi wa mapade na maaskofu ni matunda ya seminari ya Kipalapala. Jubilei inaleta mwangu ya shukrani, tafakari na mwaliko wa kuendelea kuimarisha malezi na majiundo ya kipadre kwa karne ijayo. Katika kipindi cha miaka mia moja kumepita takribani miezi elfu moja na mia mbili Siku 36525, sawa na siku 36525 sawa na masaa laki 876600 tangu kuwepo kwa seminari hii ya mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Je, seminari kuu ya Kipalapala imeleta mchango kiasi gani katika kuzalisha viongozi mbali mbalimbali ndani ya Kanisa Katoliki kwa muda huu wa miaka mia moja? Mchango wa seminari yetu ya Kipalapala eh, katika kuchangia viongozi wa kanisa ni mkubwa sana, kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania na hata katika, na hata nje ya nchi yetu ya Tanzania. Seminari hii hadi sasa inaweza kuwa imeshatoa e, mapadri wapatao elfu moja na mia nne e, kutoka katika nchi yetu ya Tanzania, kutoka katika nchi za jirani kama, kama Zambia, Malawi, Burundi, Rwanda, Kenya. Na maaskofu ambao wametumika katika seminari hii, maaskofu arobaini wawili na miongoni mwao akiwepo mmoja kardinali kardinali Pengo kwa Pengo. Na maaskofu kwa njiza jirani pia kama Burundi eh, Zambia mbalo. Kama nilivyosema hii eh, ni mchango mkubwa, lakini eh, zaidi ya hapo ni pia mchango kwa wale ambao wamehitimu katika seminari hii na kwa mapadri pia wametoa mchango katika kanisa. Kuna eh, wengi ambao wanasaidia kanisa ambao wamehitimu wa seminari hii hawakuwa mapadri, lakini wanatoa mchango mkubwa sana katika ya Profesa Adalus Kilangi ambaye imtimua sdari hii alikuwa mshauri mkuu wa serikali wakati fulani, basi kwa katika kamati ile ya maandalizi ya jubilei ya miaka mia moja, na wengine wengi ambao, eh, wanasaidia sana katika kanisa zote mbalimbali. Ni karne moja ya neema, sadaka, maombi, malezi na huduma kwa taifa na kanisa. Jubilei ni mwaliko wa kanisa na jamii kuenzi na kuimarisha msingi wa malezi thabiti kwa viongozi wa kiroho kwa miaka mia moja. Ni nini kinaweza kusema kuwa ni urithi mkubwa wa seminari hii kwa miaka mia moja? Seminari yetu ya Kipalapala, ambacho e, kinaweza kuwa urithi wake, ni mchango wake ambao nimekushazungumzia hapo awali e, sasa katika upekee wake naweza kawa, ikawa e, urithi wake, ama imetoa viongozi wengi wa kanisa, viongozi wengi wa, wa, wa, wa, wa jamii. Hakuna mashaka kwamba tangu mwaka elfu moja seminari ilipokaa hapa wakati wowote. Licha ya kwamba seminari hii ilikuwa katika uongozi wa misionari, hakuna mashaka kwamba ikiwa nchi ya chama kimoja, kwa hiyo katika E, siasa za nchi hii hasa siasa safi, lakini seminari imetoa mchango mkubwa sana katika elimu, elimu kwa wanakanisa, lakini na elimu kwa wanajamii. Seminari yetu hii ilikuwa na uhusiano na e, wizara ya elimu ya taifa, na hata katika miaka ya sabini iliwahi kutoa mchango wake katika, katika kuboresha elimu hapa Tanzania imeshiriki sana katika elimu ya, ya mziki kuna watu fani ambapo seminari hii ilikuwa nafsi wachukuzi anasema katika, mbapo, wa chukucha, katika kufu, kufundisha elimu ya mziki na wahitimu wake walikuwa mmojawapo wa wataalamu ambao walisaidia sana. Lakini katika jamii ambayo inazunguka sasa hapa Kipalapala, kwamba watu hapa Kipalapala seminari ipo, wamefaidi kutokana na uwepo wa seminari hii, wameweza kupata nafasi za kazi, wameweza kupata mafunzo mbalimbali kutoka katika seminari hii e, na kwa hiyo urithi wake nao chakua ni urithi wa, wa, wa elimu urithi wa kutoa watu mbalimbali mbali bora, viongozi wa kanisa na wajamii, ambao wamesaidia e, kuchangia katika utume wa eneo hili ambayo walipo malezi ya vijana ya, ya, ya, ya na watu wazima, na tunaomba basi, tunapo shirikea miaka a mia moja tuendelee kuziendeleza tunu hizi ambazo seminari imezishikilia. Katika historia ya kanisa Katoliki Tanzania na Afrika kwa ujumla, seminari kuu ya Kipalapala imesimama kama nguzo imara ya malezi ya miito ya kipadre tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1925. Je, mabadiliko ya mitaala na mbinu za ufundishaji yamechangia kwa kiasi gani kwa miaka 100 ya seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala? Kwanza tuseme kwa sasa hivi kuna nini kinachoendelea na kanisa linatarajia nini Dio? Kwanza tuseme hivi mm, tunachofundisha hapa seminarini ni kweli za Injili, na katika kweli ya Injili unamfundisha Yesu mwenyewe. Kumbe tunawalea vijana wakafundishe mafundisho ya Kanisa, ambapo kwayo watamtangaza Kristu Bwana, na Kristu Bwana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo yeye ageuke wala abadiliki. Kwa, kwa hiyo sasa tunafanya nini? Kumbe katika kufundisha kweli za injili zimejikita katika mambo makuu matatu, yaani ile ambayo ndio inayo inayoleta ile imagination. Na katika kufundisha huko eh, inspiration uchocheo unaotolea wapi? E, tukumbuke kwamba seminari kuu Kipalapala ni seminari ya teolojia. Kwa hiyo kumbe kama seminari ya teolojia hapa ndipo vijana wanapofundishwa habari za kumuhusu Mungu e, teo, teo Mungu logos, yani, kwa maana ya discuss, discourse, study about God. E, kwa hiyo kumbe basi katika maana hiyo kinacho e, chochea kinacholeta ile roho ya ufundishaji, kwanza kabisa ni maandiko matakatifu ambayo ndio Kristu mwenyewe; pili, mapokeo matakatifu yaani, wale waliokaa na Yesu wametupokeza wametuachia nini; na tatu basi, ndio hiyo tunaita nacho Mungu. kwa hiyo vyote hivi sasa ndio machimbuko msingi ambapo kwayo E, tunawafundisha vijana yani, katika nachsuono funzi ya kanisa. Kwa hiyo kumbe ki, ki, kama hatuwezi kuzungumzia mabadiliko, ila tunazungumzia ufafanuzi mpya unayojibu mahitaji mapya yaliyojitokeza, na hiyo sasa ni kutokana na kusoma alama za nyakati. Unasoma alama za nyakati, unaona kwa sasa hivi tufanye nini katika alama hii mpya. Kristu yule yule tu tu tu tu tuna mtafsiri namna gani, yaani mafundisho msingi ya kanisa ambayo yalifundishwa na ma, na mababu wa kanisa hayo katika mahitaji mapya haya katika alama hizi alama mpya za nyakati tunazozisoma, hmm, tufanye nini? Kwa hiyo kama tunazungumzia upya ni upya katika tafakuri ya kina inayotokana na alama za nyakati na mabadiliko ya wakati, na hivyo kufanya ile ile Injili kujibu mahitaji na hali za wakati huu. Miaka mia moja ya seminari kuu ya Kipalapala ni safari iliyojaa sadaka za kimwili na kiroho, nidhamu ya maisha ya seminari, mafunzo ya kitaaluma na kimaadili na ushuhuda wa wito ulioliliwa kwa moyo wa upendo. Je, mafundisho ya seminari yanabadilika vipi kukabiliana na changamoto za kanisa la sasa? E, kwa kweli mafundisho ya seminari hayawezi yakabadilika kwa sababu ni mafundisho ya Yesu. Yesu mwenyewe alipokuwa akifundisha na yale aliyotenda aliyakabidhi kwa mitume na hayo yamekuwa yakirithishwa vizazi kwa vizazi hadi leo hii. Kwa mantiki hiyo Yesu aliyokuwa anayafundisha alikuwa anafahamu wakati ule, alikuwa anafahamu jana, anafahamu leo na anafahamu kesho kutwa. Kwa hiyo kinachofanyika kwa kinacho seminari ni kuyaboresha tu, ili sisi tuweze kuelewa kile kile ambacho Yesu alifundisha. Changamoto za sasa e, kama masuala ya rushwa, masuala ya unyanyasaji, masuala ya potofu kuhusu jinsia. Tunaona pia sasa hivi kuna masuala ya ongezeko la, la, la, la madhara ya akili mnembe au anasema Artificial intelligence. Hayawezi kufanya mafundisho seminari ya seminari yakabadilika, kwa sababu mafundisho yapo ili kumkomboa mwanadamu na wokovu mzima uweze kutumia duniani. Kwa hiyo eh, mafundisho seminari ya seminari yaweza yakabadilishwa ili kuufurahisha ulimwengu, bali ulimwengu ubadilike kuendana na mafundisho ya kanisa kupitia neno la Mungu kupitia mafundisho ya mababa pamoja na mapokeo matakatifu ambayo tunayapokea. Na ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ile sura ya 15 ya 19 inasema kama matumaini yetu kwa Yesu Kristo ni kwa mambo ya sasa, basi sisi ni watu wa kusikitikiwa sana zaidi kuliko watu wote ulimwenguni. Kwa hiyo turuhusu neno la Mungu litubadilishe. Turuhusu Yesu awe mwalimu. Tufungue mioyo yetu, na hapo tutapata majibu juu ya mashaka yetu. Jubilee ni fursa ya kuangalia mbele, kujitathmini kujifunza kutoka kwenye historia na kuweka mkakati madhubuti ya kuendelea kukuza miito na kuboresha mazingira ya malezi. Je, kwa vijana walio na nia ya kuwa mapadre wanapewa wito gani katika njia waliochagua? E, kwa kweli vijana ambao wanataka kujiunga na seminari niwaambie tu wapokee wito huo kama zawadi kutoka kwa Mungu na sio kama matakwa ya binadamu. Na wakisha kupokea huo wito basi wasikilize hiyo sauti ambayo inawaita na wakishaisikiliza basi wajiunge na seminari, na hapo wakubali kulelewa, waleleke wamfuate Kristo na hatimaye wamfanane Kristo, waweze kusema kama Mtakatifu Paulo anavyosema katika ile barua yake kwa Wafilipi sura ya pili sura ya kwanza aya ya 21 kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo. Nitakushukuru, E Bwana, kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu. Jubilei ni wito kwa familia, jumuiya za waamini, viongozi wa kanisa na taifa kwa ujumla, kushirikiana katika kulinda na kukuza taasisi kama hizi kwa faida ya kizazi kilichopo na kizazi kijacho. Shukrani za kipekee kwa mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Padre Herman Kachema Gambera, wa Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Mheshimiwa Padre Hones Lubuva, mwalimu na mlezi katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, bila kumsahau Frater Eric Cyprian Kimario, mwanafunzi katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Kwa niaba ya wote, mimi ni mtayarishaji na mtangazaji wako Eric Pasco Junior.